Siku moja baada ya Rais William Ruto kukamilisha ziara yake ya siku tano katika eneo la Mlima Kenya, Anyuki Moriega, wadhani agosho, kiongozi wa walio wengi katika bunge la seneti Aaron Cheruiyot amewashukuru wakazi wa Mlima Kenya kwa kumkaribisha rais katika ziara yake maeneo hayo, akisema ni vizuri hawakukubali kukumbatia ukabila na badala yake wakakubali kuletewa maendeleo. Naungana na viongozi wenzangu kuwarudishia shukrani wa Kenya wale wamemkaribisha rais katika ziara yake ya maendeleo, haswa wiki hii alipokuwa kule katika eneo la Mount Kenya. Hivi rais alikaribishwa au kukaribishwa, si tunasema asante kwa ndugu zetu wa Mount Kenya na tunawaambia tuzidi kukaa pamoja hivyo. Hiyo ndio Kenya ambayo tunataka. Wajana na hiyo Kenya ambaye ule mwingine mtu muongo wa fitina na maneno mbaya mbaya anaendesha Mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwingi Mutuse amempongeza Rais William Ruto katika juhudi zake za kuhakikisha kwa maendeleo yanafika kila pande za Kenya, huku akiwataka viongozi wanaoeneza ukabila na siasa za chuki kusaza kueneza siasa zile. Na yule mtu, nikiangalia Kenya mzima, au wote wanafanya siasa, yule mtu anaongea maneno ya afya, yule mtu anaongea maneno ya ajira kwa vijana yule mtu ambaye ameteremsha bei ya mbolea ikawa mkulima wa kawaida anaweza kununua mbolea kuzalisha chakula. Yule mtu ambaye anasema vijana lazima wapate kazi, sio mwingine, ni William Samoei Ruto. Wale wengine wote, niseme nisiseme, wale wengine wote wametuletea siasa ya mgawanyiko, siasa ya ukabila Akirejelea vuta ni kuvute kuhusu matoleo ya viongozi kanisani, kiongozi wa walio wengi katika bunge la Seneti, Aaron Cheruiyot, amesisitiza kuwa wanapaswa kuruhusiwa kutoa matoleo na kujenga makanisa. Ile matoleo tunatoa tunamtolea nani? Si ni Mwenyezi Mungu? Sasa wewe ni broka wa aina gani? Unajifanya Mungu ati unarudishia watu pesa yao? Mimi ninajua na mimi siongei kwa mzaa, kama kuna kitu ninaelewa hata kushinda siasa naelewa kitabu ya Mwenyezi Mungu. Mimi nimelelewa na nimekuwa ndani ya kanisa. I know what I'm saying and I speak with authority kwa maneno ya mchango kanisani, kwamba Biblia inatuambia kujeni na moyo ambao una shukrani na matoleo yenu, na Mwenyezi Mungu anasema ukitoa, atakuzidiki atakuzidishia Si ati atakurudishia. Viongozi hawa walizungumza haya katika hafla ya kutoa mchango wa ujenzi wa kanisa katika kanisa Katoliki la St Mary's eneo la Kapkei Moiben kaunti ya Uasin Gishu. Rafiki yangu kijana wetu wa jubani hapa. Dan Dan 5000 makofi kwa wiki jana. Kabuto kabuto tafadhali. 10000 mrembo wetu wa eh, Daktari Mary Kialo Undugu TV.